Kiungo wa zamani wa Simba Sports Club Francis Kahata ametuma ujumbe wa kutia moyo na ushauri kwa Mkenya mwenzake Mohammed Bajaber ambaye sasa anachezea klabu hiyo ya Tanzania. Ujumbe huo uliowekwa kwenye akaunti ya Instagram Kahata amechapisha hivi: Bro, happy to see you smiling doing what you love at Simba Sports Club have good season with injury free. Simba fans are very amazing, show them your magic leg mashabiki watakupea support tena sana na utaenjoy playing one of the biggest club in Africa. Alimtakia mema Bajaber kuwa na msimu usio na jeraha, akizingatia uzoefu wake mwenyewe ambapo ya majeraha yalitatiza muda wake Simba Sports Club. Alisisitiza umuhimu wa kukaa na furaha na kutabasamu akimkumbusha Bajaber kufurahia mchezo. Bajaber alijiunga na Simba Sports hivi majuzi baada ya kuwa na msimu mzuri na timu ya Kenya Police Football Club. Hata hivyo, alikuwa nje ya uwanja kutokana na jeraha mapema Oktoba na kusababisha wasiwasi kwa miongoni mwa mashabiki. Ujumbe huu ulikuja wakati Bajaber alikuwa amepata nafuu na alikuwa amerejea kwenye mazoezi mepesi. Kuashiria ufahamu wa Kahata wa mapambano yake. Ushauri wa Kahata ni muhimu hasa kutokana na historia yake tofauti na Simba, ambapo ahadi ya awali iligubikwa na majeraha na kupungua kwa muda wa kucheza. Uungwaji mkono wa Kahata kwa umma unakuja wakati mashabiki wa Simba wakionyesha matumaini makubwa kwa Bajaber, wakimuona kama sehemu ya safu ya wachezaji wa Kenya wenye mafanikio katika klabu hiyo. Pia, Bajaber alimshukuru Kahata kwa ujumbe huo akiandika, thanks my guy. Bajaber anatazamiwa kurejea uwanjani hivi karibuni. Dos Daniel, Sauti Kuu, cool sports.